Hawa vijana wanakwenda kusoma kwenye mazingira mazuri. Mazingira haya, tuna matumaini makubwa kwamba wanafunzi watakaa katika mazingira mazuri, lakini na waalimu watafundisha katika mazingira mazuri. Sasa ni jukumu la wazazi kuhakikisha wanatoa mashirikiano kwa vijana wetu lakini wanatoa mashirikiano kwa walimu wetu ili tuhakikishe vijana wetu wanapata matokeo mazuri ya kufaulu ifikapo wakati wa mitihani, na kazi hii iendelee vizuri. Dokta Mwinyi oye! Nanguji oye! Ndugu zangu, wana Nanguji, mradi huu umefanywa kwa ushirikiano baina ya Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia TASAF ambayo kwa Zanzibar inasimamiwa na ofisi ya makamu wa pili wa rais, lakini pia kwa nguvu nyingi sana za wananchi. Nichukue nafasi hii kwa dhati kuwashukuru wananchi wote kwa namna moja ama nyingine kwa nguvu zenu mlizotoa na bila kujali muda wala gharama mkafanikisha ujenzi wa madarasa haya kwa maslahi ya watoto wetu, na kushukuru sana wana Nanguji na vitongoji vyake kwa kazi nzuri ambayo mmeipata. Ombi langu kwenu, ujenzi ni jambo moja, ujenzi umekamilika na muda mchache ujao itazindua rasmi lakini ufaulu unatokana na juhudi za wazazi, waalimu na wanafunzi wenyewe. Tuwelekeze nguvu katika kuhakikisha vijana wetu wanafanikiwa. Kama tulikuwa tunautumia muda mwingi kwenye mambo mengine, muda mwingi tuutumie kuwasaidia vijana wetu, kutoa mashirikiano kwa waalimu wetu ili kazi hii iweze kufanyika vizuri. Sina mashaka, naelewa kila mmoja akipenda mtoto wake afaulu. Au yuko ambaye akipenda mtoto wake afeli? Wazazi nawauliza, yuko ambaye akipenda mtoto wake afeli? Hakuna eh? Sasa lazima tutoe mashirikiano kuwasaidia vijana wetu, lakini kuwasaidia walimu wetu ili mambo yaende vizuri. Ni waombe wazazi wenzangu kufuatilia kwa karibu maendeleo ya watoto wetu, ili tujue namna gani watoto wetu wanaendelea, na tukiona kuna kasoro yoyote, basi tukae na uongozi wa shule na hatimaye tuweze kulitatua. Hichi ndio kitu pekee ambacho kitatusaidia na Nguji, sio jambo jengine lolote unakwenda na, na msingi, lakini hatimaye baadaye tuangalie utaratibu basi tufike hapa napo pawe na sekondari <coughs> na haya si maajabu, hili jambo linawezekana. Niwahakikishie wana Nanguji, nilisema siku ile nilipokuja kwenye uwekaji wa jiwe la msingi, maeneo yanayoizunguka shule hii tusiyavamie. Haya tutakuja kuya hitaji hapo siku za mbeleni, tutakuja kuya hitaji yatusaidie kujenga shule nyingine ama madarasa mengine ambayo tatusaidia kuweka sekondari hapa Nanguji. Kwa sasa nadhani madarasa yanapili haja, tuendelee kufanya kazi yetu, na sisi tutakuwa karibu kuhakikisha kwa yale mahitaji